Tu, so so kwa kwa WhatsApp au email, so cha msingi mwanangu wewe fanya hivyo yani, cheki it jamaa design ndio itakuwa itakuwa sio sio sio sio mbaya, sababu mwisho wa wa siku bana bana muziki muziki wa hip hop ambao ambao content ambazo zinakufanya move on na story kubwa mba na kubwa ambayo inachukua nafasi duniani sasa hivi ni uh, Perform, ambao ni Spotify yeah, kulipa trillion 26.5 kwa sanii duniani. Bana kwa hiyo ni furaha kubwa sana. Unajua malalamiko ni mengi sana baadhi ya digital platform kama zina dhulumu wasanii na vitu kama hizo. So bana uh, Spotify imelipa uh, dola bilioni kumi uh, kwa hiyo wasanii duniani mwaka 2024 kiwango cha juu zaidi kuwahi kutolewa na kampuni moja ya mauzo ya muziki. Hata hivyo, malipo haya yamezua mjadala kuhusu mgao wa mirabaha, hasa baada ya waandishi wa nyimbo walioteuliwa kwenye tuzo za Grammy mwaka huu kugomea afla Spotify wakilalamikia mapato madogo kulinganisha na usikilizaji wa kazaa. Msemaji wa Spotify alisema kuwa mgawanyo wa fedha hizo ni jukumu la lebo za muziki na wachapishaji, si kampuni yenyewe. Wadau wa muziki wanaendelea kudai wazi zaidi. Kwa hiyo e, fahamu kuwa Spotify sio sehemu pekee ya mapato kuwasani, kwa wasanii kwani pia hupata mapato kutoka vyanzo vingine kama ziara za muziki na mikataba mi ya biashara. Bana noma sana, lakini pia

Moja ya kitu ambacho wasanii wanafaidika ni kulipa mirabaha yao. Sasa kama msanii anafanya kazi afu anazimia kwa sio sio nzuri sana. Tumeona kuna baadhi ya wasanii akina Bushoke washaa kulalamika, wasanii wengine wengine pia kwamba kuna platform ambazo haziwalipi zinawazurumu, so tunashukuru sana bana kwa Spotify kuendelea kuwa moja ya kinara kulipa uzuri wa wasanii, ambao tunasema inafanya motivation kwa wasanii kuendelea kufanya mziki bora zaidi, lakini pia kuendelea na wenyewe kujenga maisha yao, kwa sababu mziki ni biashara, ladies and gentlemen bana. Kukumbusha tena, usikupita hii kitu, sio kwamba bana, tambo za, za viwango kabisa, namba namba moja. Huyu mwamba akiwarani pima Wenge ya bana mixtape yake, so inapatikana ya bana mpatikana e. Unaweza ukatumia kwa WhatsApp au email kwa shilingi elfu kumi tu bana, ni tambo za viwango noma sana wanangu. Na unajua jamaa anaumezeka kinoma, hatari sana. Ukisikiliza ngoma zake unaona kabisa, eh, noma na mimi. Hili nisizungumzie mimi tu pofu sajesha kusema mmoja msanii ambaye anaimba muziki uh, unaomfurahisha kwa kupangilia content basi ni mmoja wa kujiita uh, pima wenge e bwana, noma na nusu. So fanya uh, fanya kusubscribe YouTube channel Sanaa na Maisha TV, itakuwa mpango mpango, tukukwambia lazima.